Kampuni ya uendelezaji wa vipaji vya wa vijana wanaojihusisha na mitindo nchini ya Black Fox jijini Dar es Salaam imepata ufadhili wa shughuli zake kutoka kwa mwekezaji mwingereza ambapo katika mkutano wa kutiliana saini mbele ya waandishi wa habari, mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo ameeleza furaha yake, lakini akiweka wazi mipango kwa mwaka 2016. Tupate taarifa zaidi. Safari yetu imekuwa ni fupi, lakini ni nzuri. Ni interesting. Kwa hiyo kwa sasa 2016, pia itakuwa ni ni, ni ni nzuri zaidi kwa sababu tumepata mwekezaji ambaye ametoka London. Aa, ambaye atatuwezesha kufanya mipango, kufanya vitu ambavyo kama vifuatavyo. Tusaidia kufungua ofisi yetu ambayo sasa zitakuwa na ofisi ambayo pembeni itakuwa na studio Aa, ya kupigia picha models. Aa, tutanunua kamera kubwa ambayo ameshatuletea nyingine, lakini tuta tumepata kamera kubwa ya ki, ya ki, professional camera ambayo tutaweza kutumia kwa ajili ya models wetu.

there was something I could help with um, investment or otherwise. Kwa utendaji kazi wake na uendeshaji wake umekuwa ni, ni, very international. Black Fox ni, ni Black Fox model za Africa lakini maombi yangu hasa iwe ni worldwide. Tusiwe tu ni Africa, ni watu wao wana apply wa wish ku join Black Fox. Isiwe kwamba ni, kwa ajili ya Watanzania peke yao. Ile ni kwa ajili ya kutoa opportunities pia kwa ajili ya models wengine ambao wako nje ya nchi. Kwa mimi na kweli nafurahi na pia ninashukuru sana kwa blackfo kunichukua na kuwa katika ajensi yao. Kiukweli natamani kufika mbali, sio tu Tanzania kwa model, kufanya modeling Tanzania lakini kufika mbali kama South Africa, New York. Kote kule inawezekana. <laughs>